Enyi mlio taifa la Mungu, yule Mungu ambaye aliwaita mtoke katika giza akawaingizeni katika mwanga wake wa ajabu. Bara ya kwanza Petro sura ya pili mstari wa tisa utoke katika giza na kuingia katika mwanga. Jamii ya kwanza ya Wakristo iliishi katika mshikamano wa hali ya juu, mshikamano ambao hawajapata kurudiwa na jamii yoyote mpaka leo. Kwa sababu gani? Walikuwa na roho moja na moyo mmoja. Tafsiri yake malaika wanajua, wote walioamini wakawa na roho moja na moyo mmoja na kuishi pamoja. Kanisa, eklesia, ni kusanyiko la watu wa Mungu. Kama ambavyo hapa tumekutana kanda yetu ya Dodoma, wambali na wakaribu, si kwamba tunaishi kwa kuto kufahamiana, kwa kuto kuhusiana tunaunganishwa na mkanda mmoja Kristu, katikati yetu uwe mbali uwe karibu, Kristu katikati yetu. Inafurahisha sana kuwaoneni makatekisti wa kanda yetu kwa wingi namna hii, lakini kinachotujumlisha hapa sio mchezo wa mpira wala sio hafla yoyote ya kidunia. Unapoenda kiwanjani, uwe uwanja wa Taifa, uwanja wowote wa mpira, unakuta watu wamejaa kweli kweli, kinachounganisha ni mpira, lakini kutoka hapo kila mmoja anaenda kivyake. Sio sisi hata tukimaliza kongamano hili tunaenda makwetu, kiungo ni kile kile Yesu Kristo. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, kanisa la mwanzo lilishuhudia katika mshikamano huo, kulikuwa na mambo matatu yanayowaunganisha. Jambo la kwanza ni ekaristia agape, ambacho ni kielelezo cha upendo unganishi, upendo usiotafuta masilahi, upendo wa kujitoa na kujitosa, kama vile tunavyoadhimisha kumbukumbu ya mtaharika Karoli na wenzake, watu waliojua kupenda mpaka tone la mwisho la damu. Kwa hiyo hicho kilijitokeza sana katika kanisa la mwanzo, na masomo yetu ya leo yanazungukia hapo hapo, upendo wa kujitosa kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya jirani, na kwa ajili ya kanisa. Lakini kuna kitu kingine cha pili Diakonia, utume na utumishi, ambao unasukuma na upendo katika kuitazanga injili, habari njema, watu waweze kuielewa, kuipokea, kuifanyia kazi, kuiishi, na hivi tuweze kuwa na muungano katikati ya Kristo na wenzake. Diakonia, utumishi, huduma. Ninyi nyote mmevaa sare nzuri sana makatekista. Mtu akiangalia anaweza kuelewa, asielewe, lakini ni ishara ya huduma, huduma ya neno la Mungu kwa watu. Jambo la tatu ni koinonia. Koinonia maana yake ushirika na ushiriki wa hali halisi ya maisha yake Kristo, tangu asubuhi mpaka jioni, walijua kushirikishana kuishi. Ndugu zangu, dunia ya leo, huwezi kusema kitu kipya hata ungekuwa mtaalamu namna gani, na mtu msemaji namna gani, mwenye akili namna gani, hakuna jipya, ni marudio tu kwa namna fulani au nyingine. Dunia ya leo ambayo ina njaa kubwa sana ya neno la Mungu inataka kuona mtindo wa maisha mtindo wa matendo ambayo kweli yanamtangaza kuliko maneno, na huo mtindo ulijitokeza tu kwa mara ya kwanza katika jumuiya ya kwanza ya waamini, wakishirikishana kila hali, wakishirikishana kila mali, hakuna aliyekuwa na shida yoyote. Maisha ni ushirika koi nonia. Ndugu zangu, haya ndiye mafiga matatu yanayotengeneza maisha na malengo ya maisha ya Kikristo, na katikati kati yake kuna moto unaochemsha chungu ambayo ni nguvu za Roho Mtakatifu. Mmesikia katika injili ya leo, Yesu anawatabiria changamoto zitakazowakuta na si mara ya kwanza tu wanawataribia juu ya changamoto zitakazowapata, ni hapa na pale amesema mambo hayo, nawatuma ninyi kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Changamoto, lakini daima anaonesha njia ya kujihami moyo, pole kama njiwa na werevu kama nyoka ndio namna ya kukabiliana na changamoto za dunia. Lakini leo anawaambia watawapiga, watawaburuza na kuwapeleka kwenye masinagogi na mabarazani, musiogope, don't fear, nguvu ipo. Roho Mtakatifu atasema kwa wakati mwafaka yale ambayo mnahangaika kufikiria mtayasema hapo kwa papo. Ndugu zangu, hiyo ndiyo nguvu inayoliendesha na kuliongoza kanisa, neema za Mungu tunazoziona katika somo letu la kwanza Neema ndio utendaji wa Mwenyezi Mungu katika maisha ya kanisa, utendaji wa Mwenyezi Mungu katika maisha ya mtu binafsi. Sitawaacha yatima, niko pamoja nanyi. Kwa hiyo katika maisha yetu ya imani, maisha yetu ya Kikristo Tusingekuwa watu wa kuhangaika sana nifanye nini, nifanye nini, endapo imani yetu ni sahihi, imani yetu ina kina katika Yesu Kristu, katika nguvu za Roho Mtakatifu, mambo yanaenda pasipo kutegemea hata. Hivyo ndugu zangu, nadhani ndio maana ya kongamano hili. Hatuwezi kukaa tukabweteka tu tukasema, bendera fata upepo, mambo yatajipa. Hapana, Mungu anatumia vipawa vya akili zetu alizotupa Mungu, anatupia mikono yetu miguu yetu, ili kuendeleza na kufanikisha ujumbe ambao ametupatia, kwa hiyo tuwe watu wa kusoma alama za nyakati, tuweze kupea kupeleka ujumbe sahihi kwa wakati mwafaka katika mazingira mwafaka. Alama za nyakati, ukiingia katika alama za nyakati ni kama vile unaogelea kwenye bahari. Inawezekana usijue unakoenda na wala ulikotoka, maana ni mambo mengi mengi yanayotusumbua, yanayoshinikiza kazi zenu makatekista, yanashinikiza kazi za mapadre, yanashinikiza utume wa maaskofu na kanisa zima, yapo Ndio maana mitume ambao ndio kielelezo cha kanisa la mwanzo walipokutana na changamoto, hatua walizochukua ni kukutana, wakakaa pamoja, wakashauriana, wakatoa maamuzi ya pamoja, katika hili tufanye hivi tufanye vile. Nadhani ndiyo maana halisi ya nyinyi kuwepo hapa ili mzizungumze hizo changamoto zinazotuzunguka zinazoshinikiza ueneaji wa neno la Mungu, ili watu waokoke, kwa sababu nguvu za giza bado zinaliandama kanisa, bado zinatuandama sisi watu binafsi. Kwa hiyo kazi ya ukombozi ni endelevu. Ninayo matumaini makubwa chini ya uongozi wa mapade mliokuwa nao hapa, hayo yote mtatilia maanani, hayo yote mtayapangilia, hayo yote mtayapatia suluhu, ili utume wenu uweze kusonga mbele. Mwisho kabisa, mkumbuke utume wa mkatekise kama vile utume wa padre kama vile utume wa askofu na wakristo wote wabatizwa, hauna budi kupambana na changamoto. Changamoto hizi za aina mbili zinaweza zikashinikizwa kutoka nje, ukakutana na vikwazo vya hapa na pale kutoka nje lakini pia vinavyo kishinikizwa kutoka ndani: ulegevu wako, udhaifu wako, muono wako mfupi, taswira yako bovu ya maisha. Hayo yote yapo, yanayokuandama wewe kama mtu binafsi kutoka katika moyo wako. Mtakatifu Paulo barua kwa ya kwanza kwa Korinto sura ya kumi, nafika mahali anaongea nasema hivi sisi, tunaishi kana kwamba tunapigana vita. Mtakatifu Paulo anafafanua vita hii, si kwa maana ya kibinadamu, kwa maana ya mishale, kwa maana ya mikuki, leo hii unaweza ukaongezea juu ya mabunduki na vitu vya namna anasema, hapana, sio vita ya namna hiyo, bali tunashindana na nguvu za giza zinazotawala kutoka moyoni mwetu. Kumbe unaona mtakatifu Paulo kwa mang'amzi makubwa sana mafunuo makubwa sana, vita ya mtu binafsi, mashinikizo ya mtu binafsi ni yeye mwenyewe, kutoka katika hazina ya moyo wake. Yesu anapopambana na mahasimu wake Mafarisayo kuhusu mambo ya unajisi, anakuja kuyasema hayo hayo kwamba sio kitu kinachomwingia kwa maana ya chakula au kinywaji ndicho kinachomtia mtu unajisi hapana. Kinachomtia mtu unajisi ni kile kinachomtoka, kwa maana kinatoka moyoni mwake: tamaa mbaya, wivu, uchoyo, ubinafsi, hasira na mambo mengine ya aina hiyo, yameshehena katika roho ya kila mmoja wetu. Kumbe tunaweza tukakwamishwa katika shughuli zetu kwa mambo hayo yote mawili, aidha kwa kushinikizwa kutokana ndani ya roho zetu, matamanio yetu. Nilipoingia hapa, nikutana nasema kwamba labda mapadi wanashinikiza kazi za makatekisi, hawawapi posho inavyotakiwa, inawezekana maana anasema, mwezi mm, wa pili sijapata posho yoyote jamani. E, matamanio haya akarudi nyuma kwa sababu ya hilo tu. Na mengineyo mengi yanayoweza kuwezekana kuweze kutokea. Lakini yote katika ujumla wake ni mashinikizo. Alimradi kazi ya ukombozi isisonge mbele. Basi ndugu zangu, Mama Kanisa anaendelea kutufundisha hapa. Nina nukuu kutoka kwenye Mwanga wa Mataifa, hati juu ya Kanisa, na hasa hasa ibara ya tisa ya Mwanga wa Mataifa. Mungu hakupenda kumwokoa mwanadamu kama peke peke, kama mtu binafsi binafsi, bali alipenda kumwokoa mwanadamu kama jumuiya, kama jamii kwa ujumla wao ambayo sasa, mwisho wa siku, kama kanisa, mwanga wa Kristu ni Kristu mwenyewe, lakini pia ameliambukiza mwanga huo kanisa alilolianzisha. Ni mwanga, inapaswa kuleta mwanga pale penye giza, na waletaji wa mwanga huo nyinyi makatekisi. Ni kidedea, jifagilieni. sisi mapade tunakuja huko vigangoni, tukishaungamisha, nasoma misa naondoka, lakini mzigo mzito unabaki wewe mwenyewe pale. Sasa kama akirudi akakuta imani, ilitakiwa iwe shukurani kwa katekista au makatekista wanaokwepo pale wanaifuatilia imani nyumba hadi nyumba. Kwa hiyo nyinyi ndiyo mwanga Wakristu unaoangaza katika mazingira mnayoishi ambayo mara nyingi sana mapadre na wachungaji hawapo katika mazingira hayo, lakini huo ndio utaratibu ambao Mungu amependa kumwokoa mwanadamu kama jumuiya na kutengeneza chombo cha wokovu kama jumuiya. basi Mtimize sasa wajibu mliopewa. Hamkupewa kwa ahadi ya mshahara, bali mmepewa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa maji ya ubatizo mlipoambiwa, nendeni ulimwenguni kote mkaihubirie Injili, wafundisheni, wabatizeni. Haya yote yanapita mikononi makatekisi kwa hiyo mna umuhimu wa pekee sana katika kanisa, na kanisa linawatambua sana. Katika Ad Gentes limewataja makatekisi kwamba ni chombo teule cha ukombozi. Basi tunafurahi kuwa nanyi angalau kwa siku hizi mbili tatu, tuwape moyo wakwenda kujitolea wa kwenda kujitoa sadaka na kujitosa hata pale utakapokuwa unatukanwa hata pale utakapokuwa unabezwa, usirudi nyuma kwa kinyongo. Kumbuka waanzilishi walifanywa hivyo hivyo, akina Paulo akina wa nani, wamepigwa, wamenyanyaswa, wametukanwa, wamekataliwa, lakini Injili ilisonga mbele tena kwa nguvu sana. Basi ninyi nyote mliopo hapa katika hafla hii tukumbuke wajibu wetu, na hasa katika mazingira ya leo hii ambayo yana changamoto nyeti, sio nyingi tu, nyeti. Tusipofungua macho na kusimama kidete, tukasinzia kidogo na kupakata mikono, tunanyang'anywa imani na ibilisi, atatengeneza madudu yanayotukaribia na mwisho wa siku hata siwenyewe tutakwama. Lakini hatuwezi kukwama, kwa sababu hili ni kazi ya Mwenyezi Mungu, yeye yuko pamoja na kanisa lake, na nguvu hiyo itatuongoza na kutuvusha vikwazo vyote. Kumbukeni Injili ya Mateo sura ya 16 Petro anapokabidhiwa madaraka anawaambia kwamba na juu ya mwamba huu najenga kanisa langu, milango ya kuzimu haitalishinda kamwe. Lakini hiyo kutoshindwa tusibweteke, bali kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tusonge mbele kwa ujasiri kweli kweli kulihubiri na kulitangaza neno la Mungu. Ninawatakieni ufanisi katika siku hizi za kufikiri na kutafakari, za kusali pia. Mungu azidi kuwabariki. Tunayo nguvu kazi inayotosha kabisa kutusukuma kwenda mbele, kwa sababu kama kwa watu wa kumi na mbili imani imefika mpaka huku, je, kwa watu mia saba tuliokuwa nao imani itafika wapi? Tumsifu Yesu Kristo.